Makamu mwenyekiti wa, wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amewataka wanachama na wafuasi wa siasa za chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania kuishinda hofu na kwamba watashinda mapambano yao dhidi ya siasa chafu zinazoendeshwa dhidi yao. Hayo yanajiri baada ya Jeshi la Polisi mkoa wa Dar es Salaam mnamo tarehe 22 Aprili 2025 kumtia mbaroni John Heche wakati akianza kuzungumza na wafanyabiashara wa soko la Kariakoo jijini humo. Wakati akikamatwa kulisikika sauti za wafuatiliaji wa siasa za Chadema wakipaza sauti zao kwa jeshi la polisi kuacha uonezi kwa wanasiasa wa vyama vya upinzani. Awali, kabla ya kutiwa mbaroni na jeshi la polisi, Heche alipewa nafasi ya kuzungumza, ambapo aliwaga wafuasi wake na kuwataka wajitokeze mnamo tarehe 24 Aprili 2025 katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kumsindikiza Lissu ambaye atakuwa mbele ya mahakama kujibu mashtaka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

mara hii ni washukuru wale ambao mmekuwa na ujasiri wa kujitokeza hapa. Mapambano haya lazima yaendelee, na ni si tarehe 24 nje mahakamani Kisutu. Lisu atakuwa analetwa Kisutu. Lisu sio muhaini, ni mtu anadai muishi maisha mazuri, ni mtu anadai rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya maendeleo yetu tu wingi na mapambano ya no reforms na election yaendelee. Hakuna kurara mpaka kieleweke, sawa sawa. Peoples, peoples. Hata hivyo, Heche amedai kuwa walipowazuia kutofanya mkutano katika viunga vya soko hilo, waliwachukua kisha kuwatelekeza barabarani bila kuwafikisha kituo chochote cha polisi. Hatua hiyo imezua gumzo kwa ukutiliaji wa masuala ya siasa za hapa nchini, wakidai kuwa ni hofu ya jeshi la polisi kumtia tena mbaroni makamu mwenyekiti wa Chadema kunaweza kuleta vurugu kutokana na mwenyekiti wake Tundu Lisu bado anashikiliwa katika mahabusu kwa ajili ya kujibu mashtaka ya uhaini yanayomkabili. Siku moja kabla, Heche alikaririwa akisema Chadema haiwezi kugawanyika licha ya songo mbingo za hapa na pale, huku akisisitiza hakuna mtu anayezuiwa kuhama chama hicho kwani siyo gereza. Kwanza niseme hakuna chama kimemeguka, watu kuwa na different opinion kwenye chama eh, ni haki yao, lakini katiba inaeleza ni wapi na ni kwenye mazingira yapi utoe opinioni yako. No eh, no reforms no election. Bahati nzuri mimi nimekuwa mjumbe wa kamati kuu kwa miaka kumi na moja mfululizo. Nimekuwa mwenyekiti wa vijana, nimekuwa mwenyekiti wa kanda nimeteuliwa na mwenyekiti Mbowe kuwa mjumbe wa kamati kuu, na sasa ni makamu mwenyekiti. Kwa miaka 11 mfululizo nimekuwa kwenye kamati kuu, na hata kamati kuu iliyopitisha na sekretarieti iliyopitisha no no reforms no election mwaka jana, mwezi wa 12, miongoni mwa hao watu wanaopinga no opinga, no reforms no election, ndio hao walio walioipitisha, ndio hao ndio walio, kwa sababu kwenye utaratibu wa chama chetu Uh, jambo linaanzia kwenye secretariat linakuja kwenye kamati kuu linapitishwa. Sasa ni ajabu kwamba watu waliokuwa kwenye secretariat waliozungumza kuhusu no reforms no election waliotuletea kwenye kamati kuu tukapitisha, na wengine ni wajumbe wa kamati kuu, na wao walikuja kwenye kamati kuu wao tena wanasema ah, ah, no reforms no election haitakiwi. Kwa hiyo hayo tunawaachia wao, lakini ukweli ni kwamba chama chetu kiko very intact kwa sababu chama ni wanachama. Kule chini wanachama wetu wanajua uchaguzi unaibiwa, wanachama wetu wanajua ukienda kwenye uchaguzi mtauawa. Katika mazingira yaliyopo, mawakala wenu hawataruhusiwa, wagombe wenu wataondolewa, watu wataumizwa. Kwenye kitongoji tu, mwaka jana, Singida wameua watu, wameua watu kule kule Tunduma. Huo ni uchaguzi wa vitongoji tu, unategemea nini kwenye udiwani? unategemea nini kwenye ubunge? Unategemea nini ambapo rais atakuwa anagombea mwenyewe? Wataua watu wangapi? Kwa wanachama wetu kule chini wanajua, na ndio maana tumepokelewa, hii ajenda imepokelewa, hii ajenda inajadiliwa na CCM inajadiliwa na viongozi mbalimbali, kwao ni ajenda ya wananchi, no reforms, no election, sio ya Chadema tena ni ajenda ya wananchi. Hata hao wanaoipinga wanaijadili bado, kwao hii ni ajenda ya watu wote watu wote wanajua hakuna mfumo huru wa uchaguzi watu wote wanajua maovu ya uchaguzi watu kwa hiyo chama kiko pamoja mimi kwa maoni yangu na, na watu wengine wengi tuna uungwaji mkono mkubwa sana kuliko kuliko wakati mwingine wowote lakini kwa watu wengine wana haki ya kuwa na maoni yao lakini tuwafate utaratibu wa ndani ya chama wapi pa kusemea na kwa wakati gani kama una, una, una, una, una, hauna influence nyingine yoyote behind hauna push yoyote ambayo ni ill ambayo ni dhamira of unajua watu wa kuzungumzia wengine ni viongozi wakubwa wamekuwa kwenye chama hiki muda mrefu wanajua taratibu za ndani ya chama chetu namna ya kuzungumza na maoni yako yakasikika kama hawana push nyingine ya ziada wanajua wapi waseme, lakini kwamba chama kitagawanyika sioni hilo jambo. Na, na, na Chadema sio gereza, kwamba mtu anafungwa naambiwa lazima ukae hapa. Hapana, ikini chama unajiunga kwa, kwa, kwa dhamira yako na kwa nia yako na kwa misimamo unayoona chama kinapigania kwa. Hatulazimishi mtu jambo lolote katika chama chetu, we are democratic people, na tuko kauli hiyo ya Chadema sio gereza inakuja wakati ambapo kundi maarufu ndani ya Chadema kwa sasa la G55 linalopinga siasa za Lisu na Heche za no reforms no election, mnamo tarehe 21 Aprili 2025, lilizungumza na vyombo vya habari kuhusu hatima yao ndani ya Chadema.